na uongozi wa Mkoa kwa ujumla kwa kuona umuhimu wa tukio hili, na pia kwa maandalizi mazuri yaliyowezesha kufanyia kwa tukio hili. Shiriki utekelezaji wa sera za serikali kwa msingi, msingi wa kuwa na matokeo chanya unategemea sana wataalamu wa maendeleo ya jamii waliopo katika jamii zetu. Wataalamu hawa wamekuwa alika muhimu na chato kwa kuamsha ari ya jamii kujiletea maendeleo, kuhamasisha jamii kushiriki katika utatuzi wa changamoto zao, na kubadili fikra za jamii ili kuondokana na dhana kutoka kwa utekelezaji kwa uendelezaji mira na desturi chanya zinazokuza haki na usawa wa maendeleo. Halmashauri zilizopata muda huo, kila moja iki mbili, imespaa Sumbawanga, Sumbawanga MC Serikali imekuwa kiunganishi mm -hmm. kikuu katika jamii kwa kuhakikisha inaelewa na kutoa ipasavyo elimu inayotolewa kwao. Kwa msingi huo, pikipiki piki hizi zikitumika vizuri kama ilivyokusudiwa zitaimarisha kazi ya kutoa uelewa kwa jamii katika kufikia fursa mbalimbali zitakazopelekea uboreshaji wa shughuli zao za ujasilia mani dugha shiriki. Ni matumaini yangu kuwa pikipiki hizi ambazo Serikali imenunua zitakuwa nyenzo muhimu katika utekelezaji wa majukumu ya kila siku ya maafisa maendeleo ya jamii, zitawezesha kufika kwa urahisi katika vijiji vya mbali, kuongeza kasi ya mawasiliano na jamii na kuboresha ufanisi wa kazi zao za kila siku. mto wangu eni na kwao ni kuhakikisha pikipiki hizi zinatunzwa na zitumike kwa kazi na malengo yaliyokusudiwa katika kuhudumia jamii. Labda niongeze neno lingine hapa kwamba tunasisitiza kwamba zitunzwe, lakini hata watumiaji wazitunze. Wote tunafahamu mahala ya pikipiki, pikipiki ni nzuri, tunaziona, lakini pikipiki ni zile za boda boda na za kwetu serikalini, manake ni zile zile. Kwa hiyo tafadhali sana, tunaomba hivi vyombo mvitunze, nae mnaendesha mvitunze, ajali za pikipiki wote tunafahamu hivyo. Kwa hiyo, kama staff, pikipiki, kama tunaamini za pikipiki wote tunafahamu zatokeaje, hivyo tutaendesha kama hataendeshe. Kwa kumalizia, napenda kuwashukuru wote mliohudhuria na kujitokeza kushuhudia tukio la makabidhiano ya pikipiki. Hii ni ishara ya umoja, mshikamano na azma pamoja katika kuwatumikia wananchi wetu. Sasa kwa heshima kubwa, napenda kutangaza rasmi uzinduzi wa pikipiki hizi na kuzikabidhi kwa maafisa maendeleo ya jamii waliokusudiwa.